Kwa hiyo anasema hivi hey, Malawi lazima afe. Mm, mimi nyota yangu kubwa sana kwa hiyo namtandika. Mm, Birthday yangu siku nilozaliwa ndo namtandika Mmalawi, hey. na hiyo ni historia itunze. baada ya Uh, tulizungumza mengi sana na Jessica tukiwa tunaanza safari hapa hapa boda ya kuelekea Malawi, na sasa hivi tunazungumza naye tukiwa tunarudi hapa hapa boda tunaelekea nyumbani kwetu Tanzania. Mambo vipi, Jessica? <laughs> yaani kumfunga Yanga ni kama wamefunga Madrid, wameshangilia ni kama wamechukua ubingwa yeah. tukutane kwa Mkapa hali kisasi <laughs> hali kisasi yeah. tukutane kwa Mkapa wana Yanga yeah. Anayesali, anayefanya chochote wa wenzangu na mimi yeah. Pale Malawi ya toki yaani, tuhakikishe kama tulivyomfanyia boss daddy. Boss daddy kwa tupige goli tatu, wala wanakuja kula goli tano pale nyumbani. Unajua haya mambo haya, kuna kipindi mlikuwa mnahitaji bao moja tu mlipate muende hatua nyingine, mkashindwa kulipata. <laughs> bao lipi unalizungumzia? Yeah, mshinde Yanga lakini mkashindwa kushinda. bao lipi? Kuna mabao mengi, mwandishi. Bao yeah, na lipi unalizungumzia? bao juu <mukawa> bao mlikosa kwenda kupata bao mengi. bao lipi unalizungumzia mwandishi? La kushinda, la kushinda eh, hapo hapo kwa Mkapa pale kwa Mkapa ndiyo. Lini eh? Mechi gani eh, eh. Asa tunaenda kumtandika pale pale kwa Mkapa. Unajua uh, Zizi, Mzizi alikaa jukwani kwanza, anawasoma ana uh -uh. kwamba hawa watu nitakiwa ni wafungeje fungeje. kuna magoli ya kiiringa Iringa uh -huh. kuna magoli ya kiela uh -huh. kuna magoli ya Songea. Sasa Mzizi ameamua kukaa kule juu kwamba hawa uh -huh. watu ni wafunge staili gani sasa uh -huh. wale uh -huh. watafungwa kumkoma ficho nini, nini. Kumkoma fijo. Napiga tena amna kocha. Eh, yuko. Ile Yanga hata kama amna kocha si mwenyewe kocha, <laughs> <laughs> kocha. Injinia si mwenyewe ni kocha tosha. Utataka kocha yupi anapanga kikosi njilisi na tunashinda, niamini mimi yule ni kocha professional. Mkije mke shughuli kiharibika Dar es Salaam pale, msije mkakimbia. ina, ina haribikaje ndugu yangu? Nyinyi ndo mnaanzaga nuksi zenu mapema, ile si nchi yako shughuli na haribikaje eh? <laughs> siku tatu tushia tushaona simba kesha kutolewa pale, nyie mkashinda kushinda ndio timu Simba. Sasa usizungumzie mtu ambaye ametoka ubavuni kwangu, wewe zungumzia yanga yangu, unamzungumzie mtu ambaye ametoka ubavuni kwangu ambaye ni hawa wa nini? Sasa si lakini <laughs> historia ya nini ile ni ya mwalimu Nyerere Wajua na wao wanaotoka Malawi huko wanajihakikishia kwamba wanakuja kuchukua ushindi da, wale wanashangilia pale nje, wanakuambia tukienda kwa hatutoke, lakini tumefunga Yanga ni big team. Wao wenyewe wanakiri kwamba Yanga ni big team. Kwa hiyo wameona kwamba wamefunga timu ambayo hawakuterejea kwamba hii timu ni kubwa. Ina ukubwa kiasi gani? Wao wenyewe wanakuambia tumewafunga kweli, lakini kwenu mnaenda kutufunga. Nilikuwa nazungumza na mmoja wa kiongozi wa ile timu ya Silver Strikers pale Malawi akasema kwamba malengo yao ni kuhakikisha wanaingia hatua ya makundi. Hatua ipi ya makundi, bwana? Wameishia hukuku kwao kwenye vumbi, bwana, hawana ah. eh? hatua yote ya makundi, bwana, pale ndo mwisho wao. Mwisho wao umeishia pale, wameshangilia, wamefurahi, wametukarimu, tunarudi nyumbani eh. Tukutane Benjamin Mkapa, Wanayanga waje kwa wingi, naondoka na ninavuka makundi hiyo, na kuhakikishia ninavuka makundi vipi. Maisha ya Malawi umeonaje? Ah, maisha ya Malawi soma baya kwa sababu tumekutana na watanzania wenzetu. Maisha ni mazuri, wakarimu, ni watu ambao wanajua nini maana ya mgeni kwao. Maisha ni mazuri, ila barabara baba nzuri barabara baba, Tanzania tuna barabara nzuri mara ishirini na, yani viongozi wa Tanzania wanatisha barabara, wenzetu hawana kwa sababu sehemu ambayo ya kutembea masaa nane mm. Malawi unatembea masaa karibu kumi mm. na nne unatoka Malawi saa moja, unaingia boda saa sita usiku mm. eleo umetoka saa moja asubuhi. Ni changamoto barabara, lakini wakitengeneza barabara, ni sehemu moja jirani sana, wakarimu wako vizuri, hawana shida ale, ishirini na tano. Tarehe 25 si Jumamosi, siku niliozaliwa birthday yangu mimi. tarehe 25 nishamtandika. Kwa nini nisihangaike timu yangu ikashinda? Yaani birthday yangu mimi, ah, ka yeah. <laughs> <laughs> Yeah. Yaani, mimi yeah. Alafu nifungwe na kataa haiwezi kuharibika yeah. Kwa sababu tarehe 25 ni birthday yangu mimi. Kwa hiyo wanasema hivi. Yeah. Malawi lazima afi. Mimi nyota yangu kubwa sana kwa hiyo namtandika mm. Birthday yangu siku nilozaliwa ndo namtandika Mmalawi, na hiyo ni historia itunze mm. Kuna wengine wanasema Yanga hawana kocha. Yanga sio mabedi. Kocha msaidizi, kama vile hawana imani na Yanga, hawana imani. Ndio wale walewale mashabiki hoyahoya. Awezi kukosa imani na timu yako ambayo imechukua ubingwa. Narudia tena kocha mm. atakuwa injinia Hersi, atapanga hata kikosi. Yule jamaa mwamba, wewe hapa, akiamka tu anaamua nimpange, yaani yule ni hapa. Ha, yule jamaa acha, yule jamaa acha, yule jamaa mm. Bwana, mimi ndo na mm. mm. ina, um, um, um, um, ni, kocha naamua nipange hivi, Yanga inavuka. Yule ni kocha na, nakwambia hivi injinia ni nani? ni kocha, ni kocha. Sasa nataka nikwambie hata mm. akiamka saizi akiamua kupanga kikosi Yanga anashinda, mwogope mm. sana yule jamaa hapa Yes, kali siti inabaki wapi? Nasema tarehe ishirini na tano ni birthday ya Jessica Manji. Yes, tarehe ishirini na tano ndipo Malawi ambapo atoweza kuamini kama nimemfunga. Mimi nasubiri tuwe, Baba, yes. <laughs> Pale. Mimi sinipo Pale taifa? Yes. Yes. Malawi namfunga. Mimi nitakutafuta. Na navuka makundi. Kwa kuhakikishia na mimi navuka makundi mama angu mzazi, Mungu si wa kwao peke yao, Mungu ni wa kwetu wote. Sawa. Tarehe ishirini na tano birthday yangu tarehe ishirini na tano Malawi namtoa kwa Mkapa.